Amen. Ebu sema harufu. Harufu. Sema harufu. Harufu. Harufu ni nini? Harufu ni harufu. Lakini kwa namna nyingine unaweza ukaiona ni ukaisema ni kibali. Lakini kwa namna nyingine ni aina ya manukato. Manukato sasa inaweza ikawa mazuri au ikawa mabaya. Na harufu ziko za aina mbili, kuna harufu nzuri, lakini pia kuna harufu mbaya. Kuna harufu nzuri, lakini pia kuna harufu mbaya. Kwa hiyo tukisema harufu, ona kwa namna mbili tofauti, kwa namna mbili tofauti. Sasa nimefundisha wiki nzima, nitarudia tu kidogo lakini ili nikupe upeo mpana, ili ujue wakati unaomba na kufukuza, unaomba nini na kufukuza nini. Dhumuni la hii madhabahu ni wewe kufunguliwa tu. Hii madhabahu imekuja kwa kufunguliwa watu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona kila wiki Mungu anatupa assignment, nini tufanye nini, watu watoke, kutokana na uhitaji wa watu husika sasa harufu ziko za aina mbili, harufu mbaya lakini harufu nzuri. Harufu nzuri, nikakuambia juzi, kuna baadhi ya vitu vinaweza vikaleta harufu mbaya, lakini pia vikaleta harufu nzuri. Kuna baadhi ya mambo yanasababisha harufu mbaya na mengine yanasababisha harufu nzuri. Na hakuna nyutro. Ukimkuta mtu hana harufu mbaya basi ana harufu nzuri. Ukimkuta mtu ana harufu nzuri basi harufu mbaya hana. Lakini kuna baadhi ya vitu husababisha hizi harufu kukaa kwa mtu. Niko kwambia tabia ya mtu huweza kusababisha au kuattract harufu ya mtu iweje? Yako huweza kusababisha unukie vipi. Kwa hiyo unakuta kuna watu, sio shetani, sio mapepo, sio kuzimu, sio malango ya kuzimu, sio wachawi, bali ni tabia yake binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe bali ni tabia yako mwenyewe ya uasherati, ya uzinzi, ya uongo, ushoga, kiburi, dharau, majivuno, ubinafsi kutokutaka, kuambiwa chochote, kutokufundishika, kujinua, kukosa adabu, kukosa heshima, tabia yoyote mbaya ambayo iko ndani yako, wivu, husda inaweza ikaleta harufu mbaya kukufuata kwa hiyo, kuna watu leo wananuka harufu mbaya, lakini ni kukosa heshima. Hajui heshima ya kumheshimu mdogo wala mkubwa, yeye yeah, anaishi rafu, mdogo hamjui, mkubwa hamjui, lakini ni kukosa heshima kwa wale waliomzidi au wale wanaomsaidia, lakini ni kukosha heshima kwenye madhabahu kwa hiyo anapigana leo kwamba mama harufu na nuka vibaya, hakuna anayenitaka, hakuna anayetaka kuishi na mimi, lakini unakuta tu ni kukosa heshima, hana heshima. Kwa hiyo hawezi kuishi na yoyote, maana hakuna ambaye anataka kuishi na mtu asiye na heshima na adabu. Kwa hiyo kukaa kwake namna ile kunamsababisha kila mtu anamchukia, hana heshima. Lakini wengine ni wachonganishi, anagonganisha vichwa vya watu, huyu kagonga huyu, huyu kagonga huyu, kaolewa mali, anaanza kugonganisha vichwa vya watu, kagonganisha vichwa vya watu. Familia hiyo ilikuwa ina maelewano, haielewani tena. Lakini kwenye familia yao yeye mwenyewe ndugu zake, yeye ni mchonganishi. Anamwambia brother huyu hichi, anamwambia sister hichi, anamwambia kaka baba huyu anamwambia yule hichi. Kwa hiyo wote wamekaa hivi wanagongana kwa ajili yake. Kwa hiyo watu unakuta wanamchukia, anasema na pepo la kukataliwa. No, hana pepo la kukataliwa. Harufu hiyo mbaya ya kukataliwa ni kwa sababu yeye mwenyewe ni mchonganishi ni mgombanishi, sio msuluhishi, sio mpatanishi. Yeye ni mchonganishi. Biblia anasema yeye ni wapatanishi, maana hao watamwona Bwana, lakini yeye ni mtenganishi, maana yeye kwake ni kuzimu. Ata kila mtu akishasikia tu ni nani, nisitaje majina ya watu. Lydia akae mbali, amepiga simu, atoke hapa, mchonganishi mkubwa, huu mbea Asa, tabia zako mwenyewe zinaweza zikawa ni sehemu moja wapo ya kukuletea harufu mbaya, maana hakuna anayetaka hata kukusaidia. kukusadi usaidiki. ukisaidiwa unaona ni right yako. Kuna watu unawasaidia kitu anaona ni haki yake, kwa hiyo ukimsaidia ni kama vile umempa mbwa, yaani analamba yani, ni kama nyani. Nyani ndio anakuwaga anafuta na makalio yake, au anakunyakua afu anafuta makalio afu anafanyaje? anarukia mti mwingine, halafu anakuangalia. Ukikaa vibaya kama bado umeshika zabibu, anakuja na, na anakimbia, anajaza huko. Sasa kuna watu wamekuwa kama nyani, anapata mtu wa kumsaidia, mtu wa kumvusha, kumpa mtaji, mtu wa kumpa kazi, mtu wa kumpa mawazo ya kikazi, anaona yeye ni right yake, yani ni halali yake, yani kusaidiwa ye ni halali kwa anaanza kumnyea yule mtu, anamnyea aliyemsaidia, alafu anamwambia, sasa, si unaona? Yani nimekutendea wema, unanilipa ubaya. Anasema hairuhusu. Mungu ndo aliruhusu, nilimwomba Mungu, Mungu kanipa. Kama Mungu wa kumtumia mtu, kingeshuka kutoka mbinguni, kinashukaga kutoka mbinguni. Ndio maana maana hamna mpaka, kuna maana tena ina maana baraka za mtu zinapita kwa watu. Sasa usipojua kuishi na hawa watu vizuri, ukawadharau, ukawaangalizia chini, hawa ndo wamebeba hatima yako. Hiyo mara ya mwisho wa siku unaanza kunuka vibaya. Sio wewe mwanangu unanuka vibaya, maana haujui Mungu hupitia watu. Ndio maana kila siku nakwambia usimdharau yoyote, ni swala la muda tu. Angalia, iko siku utakuja kuomba namba yake ya simu utakosa. Kwa hiyo unayemwona mchukulie vizuri, maana ni swala la muda. Unaweza ukamwona leo amekaa kihadhara hadhara, lakini ni swala la muda. Siku ya siku utasikia ndo yuko Ikulu, na wewe unataka kuingia Ikulu. Yusuf, kwa nini? Cheki na hizo nguo alizovaa, cheki alivyokaa kaa, iko siku utamtafuta utamkosa. Ndio maana jifunze kuheshimu watu, heshimu kila mtu, penda kila mtu, Mrespect kila mtu. Ni swala la muda tu, yaani connection. Yule ambaye hutarajii kabisa anaweza kukupa connection ya mtu ambaye hutarajii kabisa, lakini wewe, harufu yako mbaya ni kwa sababu ya tabia yako ya kudharau watu. Amevaa nguo zilizo chanika chanika. Amekaa kali, kwa hiyo kunisogelea kabisa. Sasa kumbe yule ndo ana connection ya mume wako. Huyu ni binti wanaomba miaka 40 na gonga hajaolewa eh? Baba nipe mume, baba nipe mume. Kanakuja kamama hapo kanisani, nikababa kamama kachofu, kanakaa hapo. binti anapita. Mama sogea kaa kule, mwana wa nabii huyo sema sohe mara magi nitakutoboa maji. Kumbe hako kamama ndo kana kijana wake, lakini sio kijana wake kijana wake na kashamwambia, mama mkubwa, niangalizie mchumba uko kanisani unakoenda. Mchumba sasa huyo, sasa kwa sababu una tabia mbaya ya kudharau dharau watu waliovaa vibaya, yaani unataka watu waliovaa vizuri tu ndio wawe watu wa oh, waliovaa vibaya uwataki. Kumbe Mungu kaficha siri kwa wao oh, waliokaa vibaya. Sasa, kumbe hujui connection inatoka kwa huyu inaenda kwa connection hizo kwa, kwa watu. Kale kabibi kana kuangalia tu, unasema Mungu kazuri, lakini niambia na sasa sinikampa mtu mtoto wangu mjukuu wangu fulani ah, hai ni sasa, kana kagenia kwenye familia katakuaje? Au ah, hata ni kazini ni popote, au ah, huyo baba itakuwaje nikimpa kijana wangu? Au huyo hata kama ni mimi nabii nikasema jamani, namuona kuna kijana mzuri, ili nikimpa huyu kenge huyu kichwa maji huyu, pamoja na kwamba ana sura nzuri, ana shape nzuri, lakini nikimpa huyu itakuwaje? mwenyewe oh, na juu. Sasa chunga sana tabia yako, mwambie jirani yako, jirani, chunga sana tabia yako, kuwa makini sana na tabia yako. Narudiaga ile neno kila siku K, kibali, upako, urembo, uzuri. Oh, mimi naimba vizuri sana, mimi ni nabii mkubwa sana, bila tabia ni zero maana bila tabia nzuri utaanguka muda si mrefu. Hata Mungu akupe uwezo wa kufukuliza watu hapa wakalala wote chini, bila tabia utakufa. Kwa hiyo ili Mungu pia utunze upako, utunze vipawa, utunze vitu avoweka ndani yako, unahitaji tabia nzuri. Ndio maana mimi siogopagi wenye vipawa, siogopagi, maana hata mimi ninacho. Ila nawaogopa na kuwaheshimu na sana wenye tabia nzuri Nikishaona mtu ni mnyenyekevu na mheshimu na mpenda sana, lakini hata uje na kipawa wa chama wewe na kibali sana, mimi ni mtu mkubwa, nimeambiwa mimi sijui nitakuwa nani, sijui alafu matabia yako machafu, bai wewe nenda bwana. Mambo mza kwa harufu, uleta tabia nzuri au mbaya, tabia tabia, nimeongea kinyume na wanaiga tabia, kuleta harufu nzuri au harufu mbaya, harufu ya unafiki au tabia ya unafiki. Ni snitch snitch kabisa, lakini anajifanya anajua la kusali, lakini ni mnafiki. Mnafiki sema mnafiki, hebu sema mnafiki. Mnafiki hebu sema tena mnafiki, snitch snitch, lakini ukimwona kwenye rapasaka mandoripa mnafiki Ananena kwa lugha zote za mataifa zote za mbinguni, akifungua macho hivi kashatupa unafiki kule. Yuko kanisani lakini yuko ametoka, eh kama saa kwa. Jamani, jamani, tunakuja kusali, ndio kusali. Ametabiri nini baba?

kuna vipimio, vipimo vya uokovu haja.